Chakula kikuu cha amani ni sisi binadamu, ni sisi na sisi, chimbuko letu sio chama cha siasa, sio ofisi fulani, sio kitu fulani hivi. Chimbuko letu kubwa ni kwenye taasisi ya mwanzo kabisa binadamu, na hapa anazungumzia familia. Familia ukisema kuna watu ambao wanakula rushwa, tujiuliza kwenye familia huku alitoka. Sawa, sawasawa. Tukiona watu wanaenda hawatoi huduma vizuri, huyo mtu ametokea wapi? Ametoka kwenye familia, na kabla hatujaenda kwenye madrasa, hatujaenda shule, hatujaenda kuwa mwanasiasa, hatujaenda kuwa kiongozi, sehemu yote ile. Tunatoka kwenye ngazi ya familia, na kwa kweli, sasa hivi tumeona familia, na nashukuru hapa amezungumza vizuri na shehe wangu Hassan, lakini pia na shehe Muhammad hapa amezungumza vizuri hapa Imran, familia ni msingi wa amani, familia ni msingi wa haki, familia ni msingi na ustawi wa taifa lolote lile katika ulimwengu. Mimi nichukue nafasi hii ni waombe sana waislamu wenzangu ambao tumehudhuria hapa na Waislamu wote ambao wana wanatazama kongamano hili kupitia vyombo mbalimbali, tuimarishe familia zetu, turejee kwenye kulea watoto wetu wakue katika misingi ya, ya tamaduni na mila zetu kama Watanzania kama Waafrika, watoto wetu na vijana wakuwe na walelewe katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu.